Mapenzi yameniteka sina la kufanya. Mimi moyo wangu ameuteka. Amama, ameshatupa kajini, ananifokea na cheka kwa nini?

Wewe. Emu inuka, bwana usindetee uchuro mimi. Yaani we ukiniangalia mi wakuamkiwa nawe. Inuka nimekwambia, he. Si uliko umekaa wewe? Huyu ni nani? Samani mke wangu, sija sija sija kupa taarifa mwanzo, lakini huyu ni mfanyakazi wetu. Nafikiri atakuwa anatusaidia hapa kazi za ndani, na nimeona pia, kwa sababu mama anafanya kazi nyingi, alafu kiangalia ni mgonjwa, kwo nikuona bora nimtafute msaidizi wake, ili mradi amsaidie kwa, kwa hizi siku ambazo yatakuwa ya ipo hapa. Unaonaje kama ungenishirikisha kabla hujamleta, kungekuwa na tatizo hapa? Kwa hiyo sasa hivi nyumba yangu imekuwa kama timu ya mpira, unasajili tu watu unavyojisikia si ndio? Sasa nimeanza kupata picha. Kumbe ndio maana wewe na mama yako kila siku mnaanzisha mada mpya, kila siku mnaleta visa, kwa sababu tayari mshadaliana mke mwingine si ndio? Mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. Moyo wangu ameuteka. Ama mama ameshatupa kajini, Ananifokea nacheka, nimekuwa zuzu. Sasa sikia, mimi sio mlemavu, nimekamilika idara zote. Kwa hiyo sipo tayari kushea mume mmoja tukiwa wake watatu. Chagua mmoja, nibaki mimi au wabaki wao? Mapenzi yameniteka, sina la kufanya. Mimi moyo wangu ameuteka. Amama ameshatupa kajini. Usijali mwanangu, hayo yote yataisha, tutakaa sawa sawa. Mama asante sana. Karibu binti yangu, nisikie kwenye mama. Asante, mama ah. Mama, basi mimi narudi kazini, kwa sababu kuna kazi kidogo sijamalizia, ila nafikiri baada ah. Sawa. Ah, sawa. ah. sawa. ya kama lisali moja hivi nitawahi kurudi nyumbani. Ah, sawa si tupo? Ah sawa. Twende ndani binti yangu, ndania. mapenzi yameniteka, sina la kufanya. Mimi moyo wangu ale. Ezi, Salama. Dada, dada, samani, mbona naingia ndani kwangu bila ruksa yangu? Kwani hujui mimi ndo mama mwenye nyumba? Mimi ni mpangaji mpya huko ndani, kwani hujaambiwa? mpangaji mpya? Bila shaka huyo ni mume wangu ambaye amekuleta hapa. Sasa sikia, nikwambie kama wewe si mpangaji au ni mkewe, sitaki kukuona humu ndani, naomba urudi ulikotoka. Kwa hiyo wewe mpaka unaniuliza mimi humu ndani ni nani? Kwa hiyo huyu alionipangisha humu hajakwambia? Alafu pia, kama hajakwambia basi una umuhimu wa kunijua mimi. So naomba nende Yaani hicho kitu hakiwezekani. Yaani umekuja hapa kwa ajili ya mume wangu, yaani wewe uwe mke, mke mwenzangu mimi hilo futa. Mume wangu namjua vizuri, ila humu ndani piga huwa galagaza humu ndani hauingii. Sikiliza ngwambie dada, ukitaka mi nisiingie humu ndani naomba ongea na huyo alondeta hapa anirudishie pesa zangu mi niondoke. Ni bora umekuja mume wangu. Naomba uniambie vizuri huyu ni nani? Mke wangu kama nilivyokuambia mwanzo tutakuwa na mgeni ambaye ni mpangaji mpya na ndo huyu, tutakuwa naye hapa ndani kama mpangaji. Ah, kwa umeamua kuniletea mke mwenza? Nisikilize nikwambie, huyu mwanamke humu ndani haingii, nitafutie kwa kwenda kukaa. Yaani umeleta porojo zako, umempangia humu ndani ili uwe naye karibu sasa kwa taarifa yako baba, tafuta sehemu nyingine ya kumpeleka. Nadhani umenielewa. Unajua mke wangu, unanichosha. Yaani wewe, hakuna mpangaji yoyote ambaye atakuja humu ndani, usimtolee kasolo haswa hawa watoto wa kike. Nisikilize mke wangu nikwambie, huyu mpangaji tutakuwa naye hapa na hapo. Unavyoniona amenipa kodi ya miezi sita, amelipa na katika hiyo kodi nimekupa nusu, umepeleka vikoba na nusu mbaki, naamini kapeleka kwenye biashara kwa hiyo kama unataka umpangaji aondoke, basi tafuta hela yake ya kodi mrudishe ili aondoke. Lakini mi unavyoniona, sina hata shilingi kumi hapa mfukoni. We, kwa hiyo mume wangu, ujaona watu wengine huko hivyo hivyo? alivyo na mshepo wote huo, wewe kuweza. Wewe sikiliza kwa umakini, utake ustake itabidi una, utake umundani aingie, kama utake yake umundani toa hela yake aondoke ya E, e, jamani, yani ya hapa nilipo nimechoka kaka. Wewe kaka chumba na mimi nipumzike basi, yani toka jana usiku akili yangu haijapumzika, tafadhali ah. Karibu we subutu wapi! Unataka kunietea ugaigae hivi, una akili kweli, mke wangu Eh? Mtu katoa kodi ya miezi sita na imetusaidia, umepeleka hizo hela zako kwenye mavikoba huko. Hapa sasa hivi unacholalamika lalamika nini? Nisha kwambia ndio, staki kabisa mimi. Emkuja kunipangapanga si ndo hivyo? Ngoja eh? Uone ataondoka, siku sio zake. Mapenzi yameniteka, sina la kufanya mimi. Moyo wangu ameuteka, amama ameshatupa kajini. Kwa hiyo wewe sasa hivi tuseme kwamba kila kitu mnde unamshirikisha mama yako bila kunishirikisha mimi. Kwa hiyo nyumba yangu sasa hivi imekuwa kambi ya kufugia wachezaji wa mpira ndio maana mtu anaweza akaingia anavyotaka bila hata mimi kuambiwa, si ndio? <sighs> Nisikilize. Sawa. Hicho ambacho mimi nilichokifanya sijaona kama kuna tatizo lolote lile sikuona tena sababu ya kushirikisha kila siku tunagombana masuala ya kufanya kazi. Na ndio maana nikaamua kumchukua mfanyakazi ili mradi aje muangalie mamangu. Mimi mamangu anauma, hawezi kufanya kazi. Unataka sasa nikushirikishe kwenye nini hapo? Haujaona sababu ya kunishirikisha mimi kwa sababu mama yako ushamwambia tayari na yeye umeshakubaliana naye. Yes, sasa hivi mamako ndio mtu wa muhimu kuliko mimi, si ndio? Alafu kama wewe mfanyakazi umemleta kwa ajili ya mama yako, kwenye nyumba yangu amefuata nini? Ulikuwa umchukue yeye na mama yako, umpeke huko. Kwa sababu tayari mamako kapata mtu wa kumwangalia sasa hapa anafanya nini? Hivi unajiona unanikosea sana? Yaani unanikosea sana. Hii nyumba sio ya kwako peke yako. Hii nyumba ni ya kwetu sisi. Tulitakiwa wote wawili tujenge hichi ambacho mimi nilichokifanya. Sio wewe tu unaanza kuongea mambo yako tu kipumbavu. Nisikilize nikwambie. Hichi nilichokifanya hakina athara yoyote ila ndio maana mimi nimekifanya. Ila kama wewe unaona kwamba hakipo sahihi basi naomba unisamehe. Aha. Kumbe unajua kama hii nyumba ni ya kwetu yote si ndio? Yo. Sasa kwa nini unafanya maamuzi peke yako? Kwa nini unafanya maamuzi peke yako wakati unajua nyumba ni ya kwetu? Sasa sikiliza nikwambie, mimi nakuona kabisa babangu, hii ndoa umeichoka. Hii ndoa we umeamua kumchagua mama yako kuikataa hii ndoa. Sasa baba, ni bora ife, lakini huu upuzi unaoendelea ndani siwezi kuuvumilia. kama ulijua bado unatakiwa umsikilize mama yako, mambo yako unatakiwa umshirikishe mama yako. Kulikuwa na haja gani ya kunileta mimi kwenye maisha yako? Sasa ni bora ubaki na mama yako, si bado unajiona mtoto, unatokea kulelewa na mama yako, baki na mama yako. Sikiliza kwanza, mi nimeshachoka na hizi kelele zako za kila siku. Yaani mimi nikisema nikusikilize, hichi kichwa changu kitapasuka. Sasa wewe fanya kile ambacho unachokiona kipo sahihi, lakini mimi nilichokifanya kipo sahihi vile vile, kwa sababu natetea uhai wa mama yangu. Mimi siwezi kuamka kila siku asubuhi, mama yangu anafanya kazi za kipumbavu, anapika, anafanya kila kitu, halafu wewe umekaa tu hapo. Kama umeona nilichokifanya sio sahihi, amua ambacho unachotaka kufanya, ila kuhusiana na swala la talaka siwezi nikakupatia talaka. Kaa ukilijua hilo. Moyo wangu ameuteka, amama ameshatupa kajini, ananifokea anacheka. Marahaba, jama. yes, yeah. Mimi nawahi kazini, nafikiri mama atakapoamka atakupa maelekezo yote kuhusiana na huko ndani kwa hiyo tutaonana baadaye. Sawa. Shati yako huko nyuma haijakaa vizuri, ni vyema ungeweka vizuri, alafu naenda hapo. Vipi, imekaa sawa? Eh, hapo imekaa vizuri. Haya basi, baadaye. Haya kazi, haya <hazitra> sana kushikamana hebu inuka bwana, usiniletee uchuro mimi hapa haya. aliyekupa ruhusa ya kuongea na mume wangu ni nani? Samani, dada, sio kwa ubaya, yangu yake alikuwa amekaa vibaya, alikuwa na maelekezo tu vizuri. wewe kama nani? Alafu mimi sijakuuliza umeongea naye kwa uzuri au kwa ubaya. Nimekuuliza aliyekuruhusu wewe kuongea na mume wangu ni nani? Mwanadada, sirudi tu ndio. Unaongea, unanijibu jibu vitu ambavyo havina mbele wala nyuma. Sasa sikia. kwenye hii nyumba zunguka, fanya upuzi wako wote unaojua, pakuwa hata chakula naenda kalie chooni, lakini kaa mbali na mume wangu, umenisikia? Yani ukifika kwenye suala la mme wangu unaweza hata nikakuua, umenielewa? Sasa wewe jifanye hivyo, ukimwona mme wangu unaweza kujipitishapitisha na videra vyako, mara sijui umemwona anapita kama hivi, wewe nitakikata hicho kichwa chako. Kio ni vipi? We dada, hivyo we ni mpangaji au ni malaya tu mundani? Ndio nguo gani ambazo umevaa asubuhi asubuhi? Au ni yako mtege mume wangu eh? Hivyo dada, una kichaa kwenye una kichwa chako si ndio? Kwa hiyo wewe ulitaka mimi nikaoge na shela kule chooni si ndio, alafu kwa nini mimi nimepangiwa sheria za kwamba nikitaka kufanya kitu fulani vengo fulani? Eh? Ah. Kumbe ndo nyie ambayo mnatoka huko mkuja kuvamia wanaume wa watu asa, nisikilize, yaani sheria humu ndani. Kama uwezi kujistiri utaondoka. Yaani sitaki kabisa kupigizana makelele na wewe, maana sielewe ni mpangaji au ni mke wa mume wangu. Sikiliza nikwambie, huyo mume wako huyo, kama unamwona mali sana, namfungie ndani la. Alafu mbona unajishuku sana eh? Mwezetu tutandani gogo eh. Sikiliza nikwambie, mimi sije hapa kupangiwa sheria. Alafu kumbuka nimekuja hapa kupanga, wala hujanipangia wewe, mshenzi kweli wewe. Kwanza mtazame kwanza, we alisema nani? Hm, we nisije nikawa naibiwa mimi mwenye, naangalia. Ngoja niende mu Nifanyie hivi nisikie vizuri. Kweli vizuii yangu iko vizuri, hata gani zile sisikii sana kama jana. Usijali mama, nitakuwa nakufanyia hivi kila siku mpaka utakasa. Asante mama yangu, nashukuru kwa upendo wako. Sawa mama, usijali, hata mazoezi pia nitakuwa nakufanyisha. Kweli? Eh, nitashukuru sana binti yangu. Sawa. Kwa hiyo nyie, mimi mda wote nawatafuta, kumbe nimejikalisha huku nyuma kule, mlango mmeacha wazi, geti mmeacha wazi, nyie mnajiamini nini? Alafu we, mama dada, mama aliyekupa ruhusa ya kuweka miguu yako kwenye beseni langu ni nani? Dada, sio vizuri kumwambia mama hivyo, na ukiangalia yule ni mtu mzima. Mi naona ungemwambia taratibu tu, angekuelewa mtu mzima. Mtu mzima na ndevu za chuma ule. Alafu unapata wapi ujasiri wa kuniongelesha mimi kama hivi? Unaninyamazisha mimi wewe kama nani? Na kwa nini hujapika chai mwanangu? Koma wewe, mi sio mwanao. Unaweza ukawa na mtoto kama mimi wewe. Samani, lakini wakati baba anaenda kazini alikuja chumbani kwangu kunisalimia, nikamuuza kuhusu chai, akasema atakunywa ofisini, ndio maana tukaona hakuna sababu ya kuandaa chai mapema. Wewe kama nani unaongea na mume wangu kuhusu ratiba na bajeti za humu ndani? Dada, basi nimekuelewa, ngoja basi nimalizie kumkandakanda mama miguu alafu nikakupikia chai. Hivi una akili kweli wewe? Kwa unaona sasa hivi mshanizoea mnaanza kunipanda kichwani, si ndio? Nimesema sitaki kuona mama miguu kwenye beseni langu, unaniambia subiri, nimeanza kumkanda miguu mama.